Usimuache elimu aende zake, ni maneno kutoka kitabu kimojawapo kitakatifu, ikiwa na maana kuwa elimu ina faida kubwa kwa maisha ya kila siku ya wananchi, pia huchangia ukuaji wa uchumi. Serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Rais Dk Huseini Ali Mwinyi imeipa kipaumbele sekta ya elimu kwa kujenga skuli mpya 114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 hata hivyo, bajeti ya maendeleo ya elimu nayo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 19.4 mwaka wa 2020-2021 hadi kufikia shilingi bilioni 518 mwaka wa 2024-2025. Serikali chini ya Rais Dr. Mwinyi imefanikiwa kununua jumla ya kompyuta 1500 vishkwambi 6193 projekta 500 na laptop 5250 kati ya hizo laptop 4750 zimetolewa zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani yao ya kidato cha 4 na 6. Rais Dr. Mwinyi ametoa ajira mpya 3531 za walimu huku bajeti ya elimu ya juu ikiongezeka kutoka shilingi bilioni 11.5 mwaka 2021-2022 hadi kufikia shilingi bilioni 33.4 mwaka wa 2024-2025. Hii ikisababisha ongezeko la wanafunzi wanaopatiwa mikopo ya elimu ya juu kutoka wanafunzi 4289 mwaka wa elfu mbili na ishirini 2022 hadi kufikia wanafunzi 6,060 mwaka wa 2024. Wanafunzi wenye mahitaji maalum wamewekewa mazingira mazuri ya kujifunzia na kuhakikisha wazazi na walezi wao wanapewa ujuzi wa kuwalea watoto hao kulingana na mahitaji yao. Sambamba na hilo, Rais Dr. Mwinyi amefanikisha ujenzi wa skuli maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum. Skuli hizo ni pamoja na Jendele Unguja na Pujini Pemba ambazo zimegharimu zaidi ya shilingi bilioni nane nukta saba. Sikia hii, madarasa elfu nne, mia nane na kumi Unguja na Pemba yamejengwa kwa kipindi cha miaka minne sambamba na ununuzi wa seti elfu themanini za viti na meza huku ufaulu wa wanafunzi wa darasa la saba ukiongezeka kwa asilimia 27. Ufaulu wa mitihani ya kidato cha pili umeongezeka kutoka asilimia 76.8 mwaka 2020 hadi kufikia asilimia 94.6 mwaka 2023. Ufaulu wa mitihani ya kidato cha nne nao umeongezeka kutoka asilimia 55.4 mwaka wa 2020 hadi kufikia asilimia 85.6 mwaka 2023. Sambamba na hilo, ufaulu wa mitihani ya kidato cha sita umeongezeka kutoka asilimia 96.2 mwaka wa 2020 hadi kufikia asilimia 99.9 mwaka 2024. Yote hayo ni kutokana na uwekezaji makini wa elimu unaofanywa na serikali ya awamu ya nane. Miye sasa hivi nimeamua kutembea na mkasi hey, maana naona mtapata tabu kutafuta mikasi na kuja na wangu kila pahali. Nakata ndugu zangu, miradi iko mingi, iko mingi tena sana. Hakika mchango wa rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta ya elimu ni mkubwa, kwani umefanikisha kuvuka lengo la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka wa 2020-2025 kwa asilimia 184 mpaka sasa. Hakika kesho yetu inang'ara, na kwenye elimu Dr. Mwinyi ameweza